Mambo saba yanayokufanya usifanikiwe. Kuna vitu duniani havikushambulii kwa kelele, vinakuua taratibu. Havivunji mwili wako, lakini vinavunja hatima yako. Jim Rohn aliita mambo haya kama magonjwa ya mtazamo, mambo saba yanayoua mafanikio yako. Ya kwanza, wasiwasi. Wasiwasi wasi. Unaiba usingizi wako unaiba amani yako pia, unaiba furaha yako. Changamoto zipo, lakini wasiwasi ni mzigo usio na faida. Na kuwa huru dhidi ya wasiwasi, hiyo ndiyo nguvu. Ya pili, kusita kwenye maamuzi, kukwama kwenye kufanya maamuzi, kuogopa kuchagua, kupambana na hali ngumu. Lakini maisha yanawalipa wanaothubutu, sio wanaosubiri chagua mwelekeo, kwani kukosea kuna kufundisha kuliko kusimama tu. Ya tatu, kujishuku ni ile sauti inayokwambia wewe huwezi au unajisumbua tu. Lakini kumbuka, siku utakapoacha kujiamini, basi umeshaua ndoto zako. Ya nne, kutokujali, kupuuza, kusema haijalishi lakini ukweli ni huu: huwezi kuteleza hadi kileleni mwa mlima. Hivyo tengeneza malengo na yajali malengo yako. Ya tano, kuogopa hatari, kuishi kwa tahadhari kupita kiasi, yaani kuishi maisha ya uoga. Lakini maisha yenyewe ni hatari, na hatari kubwa kuliko zote ni kutojaribu kabisa. Ya sita, ukatili wa mawazo, pessimism. Kila mara unaona kilicho kibaya, kamwe huoni kinachowezekana. Maisha hayabadilishwi na kilichotokea, yanabadilishwa na jinsi unavyokitazama kile kilichotokea. Ya saba, kulalamika. Kulaumu, kulalamika, kunumunika, hii ni sumu ya akili, na chochote kinachotia sumu kwenye akili basi huua future ya maisha yako. Linda mawazo yako, linda imani yako, linda maono yako, kwa sababu jinsi unavyofikiri ndivyo unavyokuwa, na mtu anayebadilisha fikra zake hubadilisha maisha yake. Karibu kwenye Fikra Thabiti, sehemu tunapofungua fikra zako. Usisahau kusubscribe kulike na pia comment nini tukifanyie kazi.